Wazawaza wazawaza waza, felicitation felicitation felicitation, wazashu wazalendo, watoto wa budongo, watoto wa nchi, wapambanaji machachari, wanaofia kugomboa ardhi yao ya Kongo ambayo inavamiwa na wakafiri wakafiri watusi wasiotairiwa Felicitasyon, felicitasyon me kosala erere te kosala erere te erere lipitikaka kule Kavumu isirudilie tena ama. Makafiri wa tayari walishaanza kutosha mateni yao, wanavaa mateni sivili na ndani wanavichika ndani ya makoti wanaenda wanavichika maarme juu, wakati watoto wa Bukavu watakapowashangilia nao watawashangilia ndani, watajitia ndani ya ile group ya watoto wa Bukavu, kusudi wakisha kuwa ndani, sasa hapo watatosha mabunduki ndani ya makoti zao na kuwapiga masase. Hiyo njo pla inyew banabakia nao, sababu makafiri wamebabaika, wamekosa wapi waende, wamechanganyikiwa, wanaingia giza eh, wameingia giza, wamelewa, wamelewa moshi ya wazawaza Ah, felicitation, felicitation, lakini kusala erere te, waza waza, kusala erere te, musingie mumugini na loyenge. Mutu mwenyana wasogelea huyo, mumukamate kama vile adui, sababu si vile anaposikia masasi nalia anakimbia ndani ya nyumba, lakini mukiona anawasogelea muyo, kwamba ni yule ni yule kafiri M23, naye wasogelea kusudi awaumize. Hiyo ndio inabakia strategie moya wanakuwa nayo. Tuna felicite sana Mheshimiwa Jemadari Amuri ya Kutumba na vikosi vyake. Ongera kabisa kwa leo ha? Nyangezi yetombe, Nyantende yetombe felicitation, mm? Eh, tuna felicite le general e, machachari e, raia wa kujitoa Mheshimiwa Foka Mike. Courage et felicitations. Tunamshukuru vilevile uh, Jemadari Padili Kalendu sababu leo parke ya Kauzi kwale zimeala ndani tele. Kanga za watoto wa kanga wako ndani tele wanajipanga sawasawa, ngambo za katana kusudi wachugue sasa. Gisi wezekanavyo plene ya vyo yetu ya kavumu. Felicitation, felicitation, felicitation, felicitation kwa General Mubangu huko ngambo za Walungu, amechapa hapo mgogo, anachapa kazi vizuri hmm? Felicitation sana kwao hmm? Felicitation kwa Simba ya Nkutu hmm? amechapa kazi huko Luhihi. Felicitation sana kwa kazi nzuri, na tunasikia pale E, burale mashango tunasikia Walungu kabisa, makafiri wamebabaika, hawajua wakimbilia wapi, sababu ngambo zote moto zimewaka. Felicitation sana kwa wazawaza waza. Lakini kosala ererete wazawaza waza kosala ererete wazawaza waza kosala ererete le general ya kutumba panga watoto sawasawa na hekima Wazalendo, muwe na hekima, musiingie Bukavu na luyenge. Bukavu c'est une ville tres compliquee, hmm? Mwingie na hekima kubwa sababu hawa watu wanakuwa na, wanajidegize na majamaa zao. Kwanza tumika na wakongomani wengi, na wao wafurahi gisi munaingia. Wale wamua walikwisha kuwa wa gouverneur, wengine walikwisha kuwa wa maire de la ville, wengine walikwisha kuwa wa burgumestre de commune, wengine walikuisha kuwa mumarance nyema, wengine walikuisha kuwa mu mahali mbalimbali. Wale wote wafurahi sasa, wanaambia majeshi yao ya wakafiri ya wa, watusi wa Rwanda kwamba hakuna gisi tena mtafanya, hakuna nafasi mtakimbia, tayari mtoshe mateni yenu, muingie kama vile wa civil, lakini mkuwe mkitumia makoti mnazivana, wengine wale wawavale makoti, mtawaona tena makapitula wanavichika maarme ma zao ndani ya mifereji ndani ya makanivo, ndio wanavichika maarme ma nyuma ya manyumba nyuma ya makanisa wanavichika maarme. Kusudi wakifanya surprise kwa watoto wetu wazalendo, vijana wenye kuwa na nguvu, wenye kufia udongo wao, wawapatie surprise, waanze kuwapiga farafa, na pale watakuwa na difficulties, sababu wazalendo ni watoto wanaoadibishwa vizuri awapendi kuwa raia ya Kongo, awapendi kubeba hatia ya damu, wataweza kurudia sababu wataona population inakufa na wazalendo wengi wanakufa. Sasa hapo, wazalendo, muwe macho, muwe chonjo, sambaza population, muwakimbize, wasiwakaribia hata karibu na population. Mtamuona mumufunge, mumutie nyuma mumufunge, msimwache sababu asiwaingize mwerere nye ilipitaka tena kavumu wakati tulipoteza kwa ndugu wetu wazalendo wawili pale mwaile luyenge wakazania kwamba gisi populasyo inawashangilia. Ndio vile mambo iko kumbi, ndani ya populasyo mnakuwa simba, mnakuwa adui. Makafiri wamejifichika ndani na wakomplisi wao walishapanga strategi, na pale tuliopoteza tena wazalendo wetu wawili. Sasa hawapa tutike tena kupoteza hata mzalendo mmoja, tunaitika kwamba Bukavu ikamatwe, makafiri zote zikimbie na zingine zenye kusalia zichinjwe, musako ingie kabisa nyumba kwa nyumba. Mzalendo, usikwe distrait, bataweza kukuletea frangu, usikamate. Banaweza kukuletea mkate, usikamate, ni sumu. Muwe macho, watoto wetu, muwe macho wazalendo, msimame wima. Tunamsalimia vilevile mzalendo mkubwa, ingawa amepigwa vita Kinshasa, ministre wa justice Costa Mutamba Tugunga, mzalendo machachari, hatuwezi kumsahau naye vilevile ingawa amepigwa vita lakini tunajua yeye ni mzalendo ambaye ametetea wazalendo kijeshi na nafasi zingine na kisheria, hatuwezi kumsahau. Wazalendo Kosala RRT, Kosala RRT. John Makanaki, Kosala RRT, wewe unakuwa na, na, na, na, na vaksea wa mababu yetu. Kosala RRT ha, panga watoto kabisa na kuwapatia morale ya mzuri Apana kuingia Bukavu na loenge. Apana kuingia Kavumu na loenge. Apana kuingia Bagira na, Yuele, na loenge. Apana kuingia Mwesanse na loenge. Makafiri wamejificha ndani ya population tayari, sababu wamekosa, wapi watakimbilia? Asante na felicitation. Mungu wa mababu, Mungu wa Lumumba, Mungu wa Kasavubu, Mungu wa kimpa vita, Mungu wa Laurent Desire Kabila, Mungu wa, wa, wa wa Mamadu asimame atupiganie. Mungu wa nani wa wakimpa vita asimame atupiganie. Mungu wa kimbangu asimame atupiganie, pamoja naye mutashinda, tutashinda e vita. Makafiri watakimbia, watababaika, watakosa wapi wajifichike. Tayari walishaanza babaika sababu tayari munakuwa deja kumulango ya Bukavu, munakuwa Nyantende, munakuwa Bagira. Ongera, ongera, ongera, dunia yote inawatilia macho itawashukuru wakati Bukavu itakombolewa. Na hulo kanambe na watu wake wakinananga, wote watakatwa vichwa, makafiri wezi, wanyanganywa, waporaji wa nchi, maimbwa, mabeberu ya wazungu. Asante, sababu vita tutavishinda pamoja na Mungu wetu, Mungu wa mababu. Mungu, wabariki wazalendo, awatie nguvu na hekima tele. Msiingie katika mtego ya makafiri watusi wasiotairiwa ambao wamekosa wamebabaika. Sasa moto imewaka ngambo zote. Mungu awabariki. Asante.